Ewe mkulima wa alizeti, mfanya biashara na mjasiriamali, hii ni fursa yako. Nunua mashine ya kisasa ya kuchakata na kuzalisha mafuta ya alizeti hadi tani saba kwa siku. Inakamua mbegu za aina zote kuanzia karanga, soya, alizeti, ufuta, nazi, korosho, mbegu za mawese, mbegu za maboga, jozi, pilipili na kadhalika. Mashine hii huchuja mafuta kwa filter ya kompresa ya hewa, ikitoa mafuta safi, bora na salama kiafya bila kemikali. Imeundwa kwa mfumo wa kisasa: ina feed hopper, yani kinu cha kulishia mbegu, pressing chamber, kikapu chak kukamulia mafuta control cabinet ya umeme inayodhibiti mashine kiautomatic, na filtering equipment au kifaa cha kuchuja mafuta. Rahisi kuitumia, inaokoa muda, inafaa kwa biashara kubwa, zakati au matumizi ya nyumbani. Zinapatikana katika Gold Type models 95, 120 na 140. Kwa punguzo maalum utazipata kwetu Mifugo Plus Group. Tupo Dar es Salaam, Tegeta kwa ndevu darajani njia ya kuelekea jeshini na Ubungo njia panda ya chuo kikuu. Tupigie leo 0656446 91 au 0747 608 608, kwenye Instagram at mifugo underscore plus. Usisahau, tunafanya delivery hadi mikoani.